Ni siku ya pili ya ziara ya mafunzo kwa vitendo kwa maafisa waandamizi wanaosoma kozi maalumu katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC hapa mkoani Tanga. Safari ya mafunzo ya leo imeanza katika kiwanda cha saruji cha Tanga, maarufu kwa uzalishaji wa saruji yenye chapa ya Simba. Hiki ni miongoni mwa viwanda vikongwe zaidi Tanzania, kikiwa ni nguzo muhimu ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa taifa. Tumetembelea kiwanda cha cha kutengeneza cement eh, kinaitwa Simba uh, cement factory hapa Tanga e, tumepokelewa vizuri na kimsingi, tumeingia kwenye ukumbi, wameweza kutupa maelezo ya kiwanda, jinsi kinavyofanya kazi. Tumefurahishwa, ni kiwanda ambacho ni mfano wa ubia e, kina mwekezaji pamoja na, na shares nyingine za, za, za serikali. Kiwanda hiki ni kiwanda cha msingi sana katika maendeleo ya Tanga na taifa kwa ujumla wametuambia, na kwa kweli tumeona kina mchango mkubwa na hasa upande wa, wa kwanza ni kiwanda kikubwa pili, kinachangia katika uh, ajira ya watu, kuna vijana wengi wameajiriwa kwenye kiwanda e, kina, wa, e, kina wafanyakazi wa kudumu mia mbili e, na zaidi lakini pia kina wafanyakazi wengine ambao ni wa muda karibu zaidi ya elfu moja. Lakini hiki kiwanda pia kinachangia sana kuchagiza eh, shughuli nyingine eh, zinazoambatana na kiwanda. Lakini kiwanda kimeleta teknolojia kubwa kutokana na kuhusisha private sector pamoja na, na, na government sector. Lakini pia kinasaidia uh, jamii ya karibu hapa katika utaratibu ule wa, ku, wa kuwasaidia kutokana na eh, kiwanda kuwepo katika eneo lao. Kwa hiyo ni nafikiri ni wamekuwa na changamoto kidogo ambazo kimsingi zinafanyiwa kazi, lakini wamesema kuna na changamoto nyingine za kisera ambazo pengine tutakwenda kuzifanyia mchakato na kuangalia namna gani tunaweza tukaishauri serikali, lakini pia hata changamoto ndogo tutaweza kushauri. Baada ya kutoka hapa, tutakwenda kuandika ripoti ambayo italeta mapendekezo yetu ya kuweza kutatua changamoto hizo za za kiwanda imekuwa ni e, ziara muhimu sana kwa wanafunzi kuona ni namna gani maendeleo ya viwanda hapa Tanga yanachangia katika maendeleo ya taifa na tumeona Tanga ni ya viwanda, tumeona kuna mwamko mkubwa wa viwanda kujengwa Tanga hapa. E, kwa hiyo nafikiri ni mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. From the the presentations that we we had today we learnt, um, about the Tanga cement. Kutoka kwenye wasilisho tulilojifunza leo kuhusu kiwanda cha saruji cha Tanga kama moja ya viwanda vikongwe vya saruji hapa Tanzania kilichojengwa mwaka 1978 na mfuko wa kwanza wa saruji ulizalishwa hapa mwaka 1980. Pia ni vema kufahamu kuwa kiwanda hiki ni moja ya viwanda vinavyozalisha saruji kwa wingi hapa Tanzania, kinachochangia ujenzi mkubwa wa miundombinu ikiwemo mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere na Chuo cha Taifa cha Ulinzi. Haya ndiyo tuliyojadili kwa umuhimu mahususi wa sekta binafsi kwa maendeleo endelevu na ukuaji wa uchumi. In driving Tanzania's sustainable and national development and economic growth. Zaidi ya kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa miundombinu nchini, kiwanda cha saruji cha Tanga kimekuwa chanzo cha ajira kwa wakazi zaidi ya elfu mbili wanaoishi maeneo ya jirani, hivyo kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa. Tumezungumza mambo mengi ila kwa, kwa, kwa ufupi ni kwamba kiwanda chetu ni mojawapo viwanda vikubwa katika nchi hii ya Tanzania ambacho kimeanza mwaka 1980 mpaka leo bado kipo kina a, kina kiko actively katika uzalishaji wa mali na kinatoa huduma nyingi katika maendeleo ya, ya nchi yetu. Tumeona kinaajiri kina watu zaidi ya elfu moja Uh, na pia ambao hawako direct employed, wako karibia kuanzia 2000 kwa hiyo huo ni mchango mkubwa sana katika uh, maendeleo na usai wa nchi yetu uh, tumeonyesha uh, namna uzalishaji uzalishaji wetu ulivyo na tumeambia tume, tume kwamba tunazalisha uh, product zetu product, ziko tatu apo Simba Bora, Simba Imara na Simba Barabara na zote hizo ni product pendwa ambazo zinatumiwa kwa asilimia kubwa na uh, maengineer wa, wa ujenzi. Kwa hiyo tume tumeongea mambo mengi kwa kweli, na tumefurahi wamechagua uh, wame, uh, wame Tanga Cement kuwa sehemu yao ya kujifunza, na kwa kweli ni kila mwaka wanakuja na tumefurahi kuona namba ya nchi nyingine iyaongezeka sasa hivi wametuambia kuna nchi wako zaidi ya nchi ya kumi na saba ko ni kitu kizuri kuona kwamba Tanzania inavutia ina watu wengi kujifunza uh, katika hizi hiki chuo chetu. Uh, kuna kuna kunufaika kule kwa moja kwa moja, ambapo ni kutumia saruji yetu katika uzalishaji uh, katika ujenzi wao, na pili kuna wafanyabiashara ambao wanachukua saruji na kuiuza na hmm, hivyo kutengeneza kipato cha familia kuna wale ambao wanatoa huduma katika kiwanda chetu, huduma ya moja kwa moja. Kuna wale ambao wananufaika na wateja wanaokuja kununua kwa maana ya uh, wale uh, mamantilia wadogo wadogo kabisa wananufaika na hiki kiwanda, kwa maana wanapata fursa ya kuuza uh, bidhaa zao, uh, chakula kwa madereva na kadhalika. Na pia kuna faida moja kwa moja ambayo ni kuchangia uh, katika pato la, la taifa. Tunalipa kodi kodi stahiki kadiri ambavyo ya sheria na miongozo wa serikali pamoja na halmashauri. Baada ya mafunzo ya kiwandani, maafisa waandamizi wanaendelea na ratiba ya mafunzo kwa vitendo kwa kutembelea kituo cha utafiti wa mbegu cha TARI Mlingano. Hapa washiriki wamepata elimu ya kina kuhusu utafiti wa mbegu bora, uzalishaji na uhifadhi wa mazao mbalimbali yanayolimwa hapa nchini huku mjadala mkubwa ukiibuka kuhusu changamoto za kutokuhifadhi mbegu za asili hapa. Tumetembelea kituo cha pili hapa Tanga kwa siku ya leo ambacho ni kituo cha utafiti wa zao la katani hapa Tanga. Nimefurahi kwamba e, zao hili limeanza kupata kasi tena. E, miaka ya nyuma e, katani ilikuwa ime, ime inaanza kufifia, fifia lakini naona kuna e, juhudi za makusudi zinazochukuliwa na mkoa wa kuweza kulifufua, na niseme tu kwamba ili eneo mara nyingi, uh, eneo la utafiti huwa linanyimwa kipaumbele, lakini ni eneo muhimu sana katika kila kitu. Huwezi ukapata usalama wa chakula bila kufanya utafiti, huwezi ukapata mazao mengi ya kuchangia katika uchumi wa taifa, wa, wa taifa bila kufanya utafiti. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu mkoa huu wa Tanga ni maarufu au na uwezo mkubwa wa kuzalisha eh, katani. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni swala la msingi kwamba wameliweka maanani swala hili na kuendeleza utafiti kwa ajili ya kuangalia udongo pamoja na, na zao la katani, na hili litachangia sana katika uchumi wa taifa kupitia, um, kupitia um, zao hili la katani katika eh, kuzalishwa kwa wingi na kuchangia katika pato la taifa. Akizungumza na washiriki wa mafunzo haya mkurugenzi wa kituo cha TARI Mlingano na mtaalamu wa uzalishaji wa mbegu daktari Steven Merumba ameeleza juhudi zinazoendelea kuchukuliwa na kituo hicho katika kuhifadhi mbegu za asili, kuimarisha utafiti wa kisayansi na kuhakikisha usalama wa chakula pamoja na afya za walaji. TARI ina majukumu matatu. La kwanza, kufanya utafiti wa kilimo tafiti hizo zisikia kwenye makablasha hapana, ziwafikie wananchi ambao ndio wa walengwa. Kwa hiyo moja wapo pia ni kupeleka teknolojia ambazo zimefanyiwa utafiti kwa walengwa ambao ni wananchi. Jukumu lingine sasa, baada ya kufanya utafiti, sisi kama wataalamu tunashauri watunga sera, sasa wale ndio wanakuja na sera eh, kwamba jamani, kwa sasa hivi kutokana na hali eh, labda mabadiliko ya tabia nchi, tunabidi eh, tumie teknolojia hii ili tuongeze tija katika kilimo. Kwa hayo ndio majukumu makubwa matatu ya ya TARI na sisi kama TARI Mlingano mle mle, na sisi tumepewa majukumu eh, mama ambayo kufanya utafiti. Katika utafiti, Eh, lazima eh, kuna tabia sawa, hata ile mbegu ya asili inayo ambayo ni bora, kwa sisi kama wataalamu tabia tunachukua tunaiboresha, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ndio maana tunavifunza tunavunza vizazi vingi hata vikiwa vya vya asili. Sio, mnaelewa vizuri. Sio kwamba zile mbegu 75 zote za ni za ni za za kigeni hapana. Ni mbegu ambazo pia zipo za kienyeji. Na sisi kama wataalamu tunachukua tabia ambayo sisi tunaitaka katika kile kile kizazi, tunaingiza kwenye kizazi kingine, ili kwa kujida kula nini kutatua changamoto za mabadiliko tabia tabia nchi, ambayo ni pia ni jukumu la la la wizara, lakini pia sisi kama TARI tunashauri tuna, tuna kuna kazi ambayo inaendelea ambayo tumepewa maagizo kwamba lazima tuangalie tukutuhifadhi tu hizi mbegu asili kwenye mahindi kwenye maharage eh mazao yote katika vitu hivyo nilivyoambia, ambavyo ni ni vinahusika na mazao. Kwa sasa hivi tuna zoezi ambayo inaendelea ya kusafisha zile mbegu asili sawa, ambayo kidogo zilikuwa zimechafuka kwa zi kwa sababu kama si wataalamu tunao utaalamu wa kusafisha, tunazisafisha kuzipeleka kwa zi wakulima zikiwa fresh kasi kwamba unapopekea mkulima mbegu ambayo imesafishwa ia kuchukua hata miaka mitano au sita anaitumia, naona. Kwa hiyo hiyo pia ndugu yangu, sorry, ule uliniuliza ni kweli e, mbegu za asili ni na tabia ambayo wakulima wanapenda wana ile tabia kwa sababu walikuwa wamezoea. Sasa kama wataalamu lazima tabia tu, tuichukue tuingize na hizi tabia ambazo zinavumilia e, zina a tabia nchi ili asa kuboresha ili kuongeza tija katika katika kilimo. Nashukuru kwa kusikiliza. Labda kumalizia, um, kitaalam labda nini, ambayo e, changamoto ambayo inapelekea uharibifu uh, wa urutuba ya udongo na athari ambayo inayotokea pia, kwa wakulima wanapata athari zipi, na ninyi kama uh, TARI mweza kutatua, kutokana na ukuaji wa shughuli za kilimo na kama unavyoelewa, wakulima waende kutumia eneo lile lile ambayo amerithi babu na bibi smelewa vizuri. Sasa ndugu yangu e, sisi kama hata binadamu, yaani mmea ni kama binadamu, usipokula hapa lazima tunazofika tu na msho utakufa. Kwa hiyo mmea pia ni hivyo hivyo kwamba usipokula hauta hautazaa vizuri na watakuwa na tija. Sasa wakulima wengi wamekuwa wakitumia eneo e, hilo hilo miaka na miaka asema sababisha hiyo eneo kwa kuchoka na kuzingatia, pia wakulima wengi hawatumii zile mbinu za kitaalamu tunazo tunazo tunazo tunazo washauri. Watu wengine wanachoma wanachoma wanachoma misitu eh, acha, unapochoma unapoteza viumbe vi, vi asili, lakini pia mingi, hiya, anchi, lakini pia unapoteza rutuba ya udongo, kwa kuna mambo mengi katika changamoto hii ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ongezeko la watu, sawa eh kwa sababu watu walio Tanzania wa mwaka 1661 sio sasa hivi, umekuwa ni wengi na wanataka watu wale chakula, kwa lazimika kwenda kulima eneo eh, uh, kwa kutumia labda njia ambayo sio sio sahihi na kuharibu eh, afya ya udongo. Basi kama si wataalamu, ni jukumu letu sasa kuwashauri wakulima kwamba, hapana, unapofanya hivi unaharibu afya ya udongo. Kwa hiyo zipo teknolojia ambayo si kama TALI tumezidevelop kwa, kwa ajili ya kuwashauri wakulima kutumia eh, ikiwepo na matumizi ya ya mbolea za asili eh, matumizi ya mbolea kwa wakati kwa kiasi kinachohitajika, eh, na kwa sehemu inayotakiwa. Ndio maana hata pale pale nilipokwenda na, na, na, natoa sheshi langu kwamba tuna kazi ambayo tunaifanya kwa kuja na recommendation ya type and a site specific fertilizer recommendation kwamba kila mtu unapo apply hapa kiasi fulani cha mbolea unajua kwamba mbolea hiyo inafaa katika eneo husika. Na ndugu zangu niwaambie tu, tuna zoezi inaendelea nchi nzima ya uh, kutufanya tathmini ya udongo eh, nchi nzima iko chini ya wizara, na sisi kama TARI tunashiriki, na mimi mtaalamu kama TARI Mlingano kuna wataalamu wangu wanashiriki. Lengo ni nini? Lengo ni kuja na mapendekezo ambayo tunashauri serikali kwamba hata kama inatoa ruzuku ya labda ya mbegu au ya ya, ya mbolea, iwe na uhakika kwamba inapeleka mbolea katika eneo husika. Wananchi wa mkoa wa Tanga wanaendelea kuweka matumaini makubwa katika kituo cha TARI Mlingano, hususan katika kuendeleza utafiti wa zao la mkonge, matunda na mazao mengine muhimu kama sehemu ya mkakati wa kulinda afya za walaji na kuhakikisha usalama wa chakula kwa Watanzania. Ziara hii ya mafunzo kwa vitendo inaendelea kuwa jukwaa muhimu la kuwajengea maafisa waandamizi uelewa mpana wa mchango wa sekta ya viwanda na utafiti wa kilimo katika ulinzi wa uchumi na ustawi wa taifa. Fuatana nami katika simulizi za mafunzo kwa vitendo kwa maafisa waandamizi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC kutoka mkoani Tanga. Mimi ni Ahadi Mtweve.